Waandishi wa habari mna jukumu muhimu katika kuhakikisha kuwa faragha za watu zinalindwa kupitia eh, kazi zenu. Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi sheria namba 11 na eh, ya mwaka 2022 inalinda haki hii, ikilenga kuhakikisha kuwa taarifa za watu zinatumika kwa uwajibikaji. Sheria hii ilitungwa ili kukidhi matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 16. Katika dunia ya sasa, taarifa binafsi zinaweza kutumiwa vibaya na kusababisha madhara kama wizi wa utambulisho, kwa Kiingereza tunaita identity theft, e, udanganyifu wa kifedha na unyanyapaa. Kupitia washa hii tunalenga kutoa uelewa wakina kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi, kujadili changamoto na mbinu bora za kuhakikisha usalama wa taarifa za watu bila kuathiri uhuru wa vyombo vya habari. Ndugu waandishi wa habari, nafasi ya waandishi wa habari katika dhana ya ulinzi, bina, uh, ulinzi wa taarifa binafsi uh, na waandishi wa habari ni wadau muhimu sana katika kuhakikisha faragha za watu zinalindwa, huku mkihakikisha kuwa jamii inapata habari sahihi na zenye manufaa kupitia kalamu zenu. E, mna nafasi ya kuelimisha umma kuhusu haki ya faraga na madhara yanayoweza kutokea kutokana na matumizi mabaya au kutumika e, vibaya e, na kusababisha uhalifu kama wa mtandaoni na kampuni zisizokuwa na maadili au hata taasisi zinazovuka mipaka e, ya matumizi halali ya data. Ndugu wanahabari, katika mazingira ya sasa ya kidigitali, taarifa zinaweza, zina, zinaweza kuenea kwa kasi sana kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya mtandaoni. ili kuleta changam... hii inaleta changamoto kubwa kwa waandishi wa habari kuhusu jinsi ya kuhifadhi maadili ya uandishi wa habari huku mkihakikisha kuwa mnatii sheria za ulinzi wa taarifa binafsi baadhi ya changamoto zinazo uh, zinazopaswa kushughulikiwa ni pamoja na jinsi ya kuripoti habari zinazohusisha taarifa binafsi bila eh, bila kuvunja sheria au kuasili faragha za wahusika, kupata taarifa kwa njia halali na kuhakikisha kwamba taarifa hizo hazitumiki kwa madhumuni mabaya. Kukabi, eh, kuka, kukabiliana na changamoto za teknolojia eh, za kidigitali zinazo E, harakisha usambaaji wa taarifa binafsi kwa njia isiyo salama lakini pia kudhibiti matumizi ya taarifa binafsi katika habari zinazohusu masuala ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Ndugu waandishi wa habari, mbinu bora kwa waandishi wa habari katika kulinda taarifa binafsi ili kuhakikisha kuwa mnazingatia maadili na sheria, e, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ni muhimu kuzingatia mbinu bora kama vile Eh, kujiridhisha na vyanzo vya habari hii eh, hii inatakiwa kufanyika kabla ya kuchapisha taarifa inayohusu eh, mtu binafsi. Hakikisheni kuwa chanzo ni sahihi na kuzingatia sheria. Jambo la pili, kutumia mbinu eh, za uhariri wa data, kuepuka kutoa maelezo ambayo yanaweza kutambulisha mtu binafsi bila ridhaa yake. Kwa hiyo hapa tunahitaji kuhakikisha kwamba ridhaa ya mtu ina inahusishwa pale inapotakiwa kutangaza au kutoa taarifa zinazohusu taarifa binafsi. Kujifunza kuhusu sheria ya e, za ulinzi wa taarifa binafsi e, ili kuweza kufahamu haki na wajibu wenu katika e, kama waandishi wa habari ili kuepuka migogoro ya kisheria. Kutumia mifumo salama ya kuhifadhi na kusambaza taarifa e, ili kuhakikisha kuwa faraga za watu hazivuji kwa njia zozote e, zisizo sahihi na kwa hivyo basi katika mkutano huu tutajadili dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi, changamoto za kidigitali, na jinsi sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi inavyoweza kusaidia kulinda haki za raia. Uh, pia tutapitia mifano halisi ya namna vyombo vya habari vinavyoweza kuboresha utoaji wa taarifa bila ku, kuhatarisha uh, faragha za watu. Ndugu waandishi wa habari, nitumie basi nafasi hii E, kuwasihi kutumia fursa hii kujifunza na kushirikiana nasi katika kuimarisha mfumo wa ulinzi wa taarifa binafsi nchini. Ushirikiano kati ya waandishi wa habari na tume e, ni muhimu katika kujenga jamii inayojua haki za, e, haki, haki, haki za watu na vile vile na wajibu wake. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele.